Angalie kazi yangu leo, u oh, nikeka nimepigwa uu oh, nimepigwa uu oh, nimepigwa. Anapiga nime simu. Hey, halo hey, salama kwema, ndio kwema, ndio hey, hey, hey, niambie. Unasema nani anaumwa? Bibi anaumwa? anaumwa nini? Hebu subiri nitakucheki, subiri nitakucheki, kuna kazi yangu moja na ndio nitakucheki dakika moja, kuna kazi na malizia, nitakucheki sasa. Ndio kwa nyumbani, simu, bibi anaumwa hii mkeka yangu huja, niangalie kwanza hiyo. Nimepigwa huu, nimepigwa huu, nimekosa huu, nimepigwa huu, nimepigwa huu, nimepigwa huu, nimepigwa huu, nimepigwa huu, nimepigwa huu, nimepigwa. Na alafu kuna wengine wanasema o, eti wewe dogo, acha kubeti rudi tu kijijini ukalime. Kwanza wewe ulishawai kusikia hapo shamba linatoa jiji? mara o, acha kubeti kawe bodaboda. Ulishawahi kuona beti vipi kinatoa 1.25? ulishawahi kuona wapi? Naamini ipo siku huyu kanjibayi nitakuja kumpiga, naamini tu ipo siku. Najua tumetumwa nyumbani kutafuta hela huku mjini, lakini kubeti siachini Moja ya kazi yangu hapa mjini yeah. Yeah, ndio Halo, eh, ndio hasa hii kazi yangu hii kidogo no. Basi no, no. <laughs> maiai no. <laughs>